Wasaa mzuri sana wa kumkaribisha Ali Bakari Mufti, kijana kutokea Mang'ula, anaipenda Zanzibar, Unguja, lakini sehemu ambapo anatamani kuwa kwenda mara kwa mara basi ni Ujda, kwenda kupata ile juisi ya machungwa, maembe na kadhalika. Ni wakati wa kumkaribisha wakati huu hapa katika sehemu ambazo kuna takwimu zikiwa dawati likiwa kuna stori azijaenda tutamkumbusha kwamba mbona hatujaona yani. karibu sana Alibakaribu yani, mufti anavyokuelezea kaka yetu hapa, ni kama mtu fulani unapenda vitu vizuri vizuri, kwani hapendi? <laughs> to juice juice, zanzibar Zanzibar, Mufti hupendi? Napenda. a a bado mmpatia sasa hapo a, hapo janusa mchele tu. Ah uso kweli huu, unatoka Mangula kwanza kwanza kwanza, mmetaja mchele kuuliza, sio ujinga. Niliwahi kutoa ahadi hapa, Michael alikuwepo siku natoa ahadi hata kama hayupo, yupo. Ulidai pepeta, nilidai mchele na pepeta. Ah, ulianza na pepeta. Nilisema hivi watu wa mang'ula wanajua, watu kutoka mahenge wanajua, watu kutoka kilombero wanajua ukiwa kuna kiroba cha ki, kifuko kipeto, tuleta kipeto. yes, yes. Mm, ukiwa na kipeto cha mchele mm, kuna ki, kimfuko kidogo kinawekwa pepeta, kama ni kisado kidogo <laughs> ama kimfuko kidogo cha pepeta. Uongo ndugu yangu bana utetezi wake upitisheaemcheuwezi kuletewa pepeta kisafuri cha pepetapepeta kinawekwa kidogo kwa sababu ile pepeta unatafuna unatafunaeeta aambata azinaambatana na mchele, okay. mchele. Hmm. mchele. Kwa hiyo kile ki, kisado kidogo hivi hmm. Lakini kile chenyewe chenyewe hmm. Ni mchele. Kaka, mlete mchele tuendelee kwa Mungu, tuendelee kwa Mungu. Yes, yes, moja kwa moja mba, uh, kutazama yale ambayo yamebamba katika mitandao ya kijamii nashukuru pia kuungana na wewe Sheikh Said, lakini mm. pia Elinonga na na Michael Yera. Bila shaka hii mlikuwa mnaitegemea, ndiyo. Kwa hiyo tuende pamoja sasa, msiniati lakini hilo jukumu tunampa Yera. Niwaambie tu uh -huh. uh, wakati Roman Falls mm. ameondoka tulifanya jambo mm. uh, na miongoni mwa wahusika walikuja wakaniuliza bwana, wewe alivyoondoka Fadul vipi, ulifanya hivyo vitu? Nikaambia tulia. Kwa hivyo Mungu Mungu, Waswahili wanasema Mungu sio Osmani yeah? mm. yes Mungu. Sasa tumeanza mbali kidogo na Ahmed Ali. Hii ilikuwa ni posti ya takriban wiki nane zilizopita, aliandika nini kuhusiana uh, na meneja mkuu Pantev mm akisema kwamba kuna klabu moja ambayo imemfukuza kocha wake kimya kimya, waligonga hodi kwa meneja Pantevu kumshawishi aende kwao, akawachomolea. Ameichagua Simba Sports, amechagua taifa kubwa. Wiki nane zilizopita e, na komenti zilikuwa kocha wa bol Wanasimba wamefurahi e, e, bila shaka alikuwa anataka kuandika kocha. Kocha wa makombe Msimbazi, tukutane kimataifa na mambo. Meneja ni mmoja tu bongo Hizo zinaitwa izaane lisiti za Ahmed Ally hiyo. e. e. E, wiki nane zilizopita. Tuende katika posti nyingine kwenye tuone e, ilikuwaje kuhusiana na, na Pantev huyo huyo, mm. Posti inayofuata bila shaka tutaona hapo, tuone Ilikuwa kitu gani kuhusiana eh, yes. mm. eh, eh. Wiki sita zilizopita. Akasema mm. Mene, uh, meneja mkuu akiendelea na majukumu yake ya kuitengeneza Simba Tishio Afrika. Wiki sita zilizopita. Simba tishio, Simba tishio <laughs> ambayo Afrika <laughs> <laughs> imefunga mara eh, mbili. Tunakutana tu, na shughuli ikawa nzito kweli kweli. Alafu jana ikaweje? Tuone posti inayofuata sasa ya jana, mambo yakaweje? Umechimba, tupo pamoja? Kumbe sasa sauti kama itoki, naona Mufti umefurahi kwa hizi story. Hapana, afulai huzunika na kufukuzwa a Pantev, chambua ajatoa jimu tederebutende kwenye posti inayofata, twende kwenye posti inayofata ya Ahmed Ally, tuone sasa posti inayofata kapshon. Ilikuwa fupi sana taarifa Ila ka, ilaka ila kama umegundua ile posti, miezi miwili ilikuwa na mistari kama mitano sita, ndio eh, ya wiki sita mistari ikapungua. Hii umepigwa mmoja, risiti ya kwanza ilikuwa mengi maelezo, lakini hapo pia kuna kitu imekiangalia. Angalia hizo comment comments zipo zinazopiga makofi, anacheka, lakini zipo zinazoanza zinazo, kucheka ila kuna uh, mmoja mm, huko anaonyesha emoji za kulia ah, ka huzunika. Yeah. Una, unajua kwa sababu hapo hakuna comment ya maandishi. Yes, mm. Yeah, wote ni emoji. Mm. Mm, zile za mwanzo zilikuwa na maelezo zilikuwa na maelezo. Yeah. Yeah, kwa watu wanaita critical thinking and argumentation. Mm. <coughs> Mm. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> katika hapo unaenda eh, vizuri kaka, twende. umeelewa eh, vizuri. unaturudisha eh, chuo okay, eh, kidogo kidogo. mm. inakupa maswali ndio. mm. kwenye hizi tu chache mm. yani, why image kwa hivi, kwa nini mtu asiandike? ah, lakini laki, mtu ataweza siandike <laughs> <chana maneno mafupi. laughs> kama neno <tungeza> mafupi au anaviumfuta ndoka mambo sio mengi kama tungeza ku review hapa <laughs> uh, taarifa ya Romain Folz mm. aliofutwa kazi eh, afu ungeona ile reaction jinsi mashabiki walivyokuwa wanaifanya mm. mm. ili waona Asante <laughs> shukrani, afadhali. <laughs> Hivi Why Pantev? Why Pantev, hakuna comments zile za maelezo kwa hapo chache mm. tu yani kwamba kusema kwamba afadhali e, e, e. Mm. nawafikirisha mm. kidogo. Umeamua uh, kuturudisha yeah. uh, darasani kidogo mm. umetaja uh, critical thinking and mm. and yeah, argumentation, uh, uh, argumentation. Yeah. sindio? yeah. mambo ya darasani of course uh, una hoja kwamba kwa nini comments hapa, lakini idinongo amesema kwamba inawezekana nini caption kule nayo imechangia comments kuwa fupi, kwa sababu caption kama ingekuwa na maelezo mengi kidogo, maanake watu wangekuwa na kutembea labda na caption. Unajua watu wa mitandaoni wakati mwingine, lakini sio sana, sio mara zote, kwamba wakati mwingine unaweza kukuta huyu aliyo comment hapa hakusoma hichi chote. Inawezekana amesoma tu amegundua taarifa ni kwamba yeah, kocha amefukuzwa au alishaiona kwenye peji kule. Mm. Kwa hivyo huko amekuja tu. Taarifa mm. ni kufukuzwa, mm. alikufukuzwa <laughs> mufti tu. Maelezo mengi. <laughs> Lakini <laughs> hata hata ukienda kwa upande wa pili kule mm. wakati anaondoka au main force caption pale ilikuwa fupi sana. Mm. Lakini reaction yake ya watu mbali. Yeah, kwa reaction ilikuwa. Kwa hivyo inategemea na wafuasi. Mm. Yes. Kwa hivyo uh, kwa ujumla ni kwamba mm.

Uh, Simba Sports kutoa taarifa ya kusitisha ama kwa makubaliano pande zote mbili. Pande zote mbili. Kwa mujibu wa taarifa yao. Kwa mujibu wa taarifa yao. Makubaliano ya pande mbili alikaa moyo huyo meneja habari na mawasiliano, ikawa ni zamu yake yeye sasa ya kuweka emoji emoji za kucheka. Kwa hivyo emoji za kucheka zilikuwa nyingi na wafuasi hapo nao wakaamua kuweka emoji za kucheka tu, lakini hata picha ya kocha yenyewe ni atabasamu, lakini hii picha haihusiani na yale ya upande wa pili. Imetumika picha inahusiana na emoji ya kucheka na emoji za kucheka, basi sawa. Lakini twende katika Azam FC na wenyewe ilikuwaje, na kwenyewe posti inayofuata yeah. uh, uh, our mood mm. saa kumi na tano zilizopita <laughs> uh, our zilizopita <mood. laughs> sasa kama ina uhusiano na yale mm. yaliyotokea kule uh, sijui lakini uh, kwa wafuatiliaji mitanda wa mitandao ya kijamii wanaweza wakajua mm. kwamba posti hii ilikuwa na uhusiano na nini, tunawaachia wao ama si eh aya na picha karibu nyingi zilizowekwa, maana kuna picha, lakini picha zilizoambatanishwa hapo nyingi zipo katika uh, hali ya kicheko ama tabasamu hichi, hmm. Ni kicheko <laughs> Uh, <if> na wenyewe baada, bila shaka picha inajieleza vizuri. Wanasema wakuu wameshindwa kuvumilia hata Christmas ipite, lakini ukiangalia huko unaonekana kuna mtu mtu mzima papo, unakumbuka Mbeya City, una na wenyewe mine, yeah. uh, coach, men, name, yes, yule bwana kea <sharpMy language> bila lakini wamemvisha ndevu za kutosha kweli kweli. Sasa kuna yule mzee ambayo anamtumia katika posti zao, Mbeya City anabibaga nyundo, anakuwa na mbwa hivi pembeni, nadhani ndo wameitumia ile kwa kuwakilisha mkuu. Subiri kwanza, jirani, mbona na mabegi wanaulizana, mafande, hapo ni uhondo huo nzuri. Aya, twende katika posti nyingine na kwenye tuone tu, uh, uh, Coastal Union walienda Kigoma na wakabahatika kurudi na alama moja kule Kigoma kule. Kwa hivyo baada ya kuchukua alama moja waliandika, eh, wakaweka posti yao kwenye ukurasa wao kusema Kigoma sio sehemu, eh, ya sisi kufungwa. Timu kubwa inaondoka, mnaruhusiwa naruhusi, eh, kuendelea kutamba na mji wenu. Semeni mtakuja nyama, mtakuja nyamaza eh? Yes, mm. Walikuwa wanataka hivyo. lakini imeenda kuwekwa jezi hii Kigoma, mwisho wa reli. Kwa hivyo hayo ni mambo ya Coastal Union na katika mitandao ya kijamii baada ya kupata alama moja kule Rashid Amisi Kigoma alianza kuchambua kidogo kidogo, naomba niache nilegeze kidogo, nimetoka Kigoma, baada ya hapo mambo mazuri tushamaliza. Coastal Union wana mechi na Young Africans, pamoja na kwamba Yanga kesho ina mechi, lakini baada ya mechi hiyo tarehe saba bila shaka wana mechi dhidi ya Young Africans. Young Africans ni wageni kwa Coastal Union, wameandika nini? Wanasema Tanga inahamia hamia Dodoma. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mechi hii itachezwa Jamhuri, yeah. Dodoma pale mm. E, japo maswali <laughs> e, imekuwa mengi kwamba mechi za hivi karibu msimu unakuwa msimu wa pili, e, kama sijakosea msimu wa pili ilichezwa Arusha, Arusha shaabe Arusha mechi ambayo anakuwa mwenyeji Coastal Union inajikuta Coastal Union anacheza mm. mm. na kama unakumbuka zile zamani pale Mkokwani mm. uh, kulikuwa kuna pagumu pale kidogo. uh, Young Africans ya akikanyaga pale zamani mm. alishakula <laughs> chuma mbili moja pale ile ya Cedric Kaza akasema, <pali. laughs> yes, yeah. Unajua vile ndio pashwa kuwa. <laughs> <laughs> wa Tanzania kama mtu wa uji kwa mgonjwa alafu ndio na mkaba baada ya kumuminia uji <laughs> ile napashwa kuwa napashwa kuwa <laughs> wakati ule tuisila kisinda ile mechi nakumbuka, alifunga goli tuisila, lakini pia tuisila, si alikosa penati kama sijakosea? Yes, alafu am..., ilipigwa shuti mpira mpaka ukatoboa nyavu pale. Yanga nakula chuma ya pili, ile goli alifunga yule nani yule yuko mashuhudia sasa hivi Mudathir Saidi eh, kwa sababu goli la pili alifunga yeye. <laughs> JKT Tanzania ambao wana mechi dhidi ya Mtibwa Sugar leo hii majira ya saa kumi eh, na mbili na nusu. Wanasema leo location ni moja tu, mashabiki wetu na Watanzania wote wenye mapenzi mema na mpira mzuri, mnajua eh, sehemu ya kukutana leo ni Meja Jenerali Isamuhyo. Tunawahitaji sana mashabiki wetu, ili kupata hamasa ya kuzipambania zaidi alama tatu eh, muhimu hao ni eh, JKT Tanzania kuelekea katika mchezo eh, wa leo bila shaka eh, ni hayo ambayo tumeweza kuya kusanya katika mitandao ya kijamii ama zilizobamba mitandaoni eh, kikubwa kuwakumbusha tu kwamba leo kuna mechi mbili za NBC Premier League wataanza mm. eh, hao JKT Tanzania dhidi ya Mtibwa Sugar, alafu baadaye Singida Black Stars itakuwa ugenini dhidi eh, ya Azam FC, bonge la mechi. Mimi nasema ya kombe la shirikisho ndani ya zaka za kazi anasema mechi mbili walizonazo hivi karibuni kwa maana ya Singida Black Stars leo hii lakini pia mechi dhidi ya uh, Simba Simba. sports ni mm. mechi zenye hadhi ya kafu kwa michuano ya kafu, hatua ya makundi, kwa sababu yeah. uh, wanacheza na Singida Black Stars ambayo ipo hatua ya makundi mm. kwa kafu Confederation Cup wanacheza na Simba Sports ambayo ipo hatua ya makundi mm. ligi ya mabingwa mm. unabishaje kwamba hiyo mechi haina hadhi ya hatua ya makundi ya kafu? Sikuletei mchele shirikisho, ndio hii ya leo shirikisho, hadhi ya shirikisho ndio. yeah. yeah. ile nyingine sasa, hadhi ya ligi ya mabingwa sasa. Azam yupo ligi ya mabingwa, anasema tu atakuja michuano ya CAF, ila watu wanahoja kwamba kuna vitu kuvileta katikati ya wiki hii Jumatatu, sios, kitu, Jumatatu, kitu gani alikwepo? Alafu kwa kazi yako nzuri ilikuwa lakini kuna vitu. Wewe uliniagiza kwamba uje na mm. kitu fulani, ah, sio kile eh, sio kile, siyo kile. Lakini, likitaji, kile mm. lakini kile ulikitaja unakumbuka, kile nilikiona, lakini kile sasa uje na vitu wt wanamfata mufti na kimbia sana Ali Bakari Mufti. <laughs> Wakati huu hapa katika Zilizobamba mitandaoni, lakini kwa wakati huu tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea ni the pitch.